Kwa majina anaitwa Nicodemus Anton Damas lipo hapa kumwakilisha daktari wa mifugo wa jiji la Dar es Salaam. Amefika hapa kujumuika kwa mafunzo haya wa, wa, wa, wa chinjaji, ya wachinjaji yaliyoandaliwa na Bakwata makao makuu ya mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa wachinjaji wa ndani wa mkoa wa Dar es Salaam. <coughs> Mafunzo haya ni muhimu sana kwa sababu yanalenga, yana kuwajengea uwezo wa wachinjaji hawa ili wafuate utaratibu ule uliowekwa wa serikali lakini kufuata sheria za Kiislamu za, za ili kuhakikisha kwamba nyama inayopatikana inakuwa ni bora, ili kuvutia masoko ya ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini sio nje ya nchi tu, lakini ndani ya nchi, kwa kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na uhakika kwa kile kitu anachokipata kimekuwa kimezalishwa kime katika mazingira yao yenye ubora kabisa. Kwa hiyo, wachinjaji wote waliopata mafunzo hayo wawe makini kufata maelekezo na elimu walioipata, ili kuhakikisha kwamba walaji wanapata ile toe ambacho kilicho bora kabisa. Kwa majina ninaitwa Kasimu Mnangwa, ni afisa mkaguzi wa Bodi ya Nyama. Ninayo furaha leo kuwa sehemu ya mafunzo yaliyotolewa na BAKWATA kwa wachinjaji kwa sababu ndio, ndio unapata fursa ya kuweza kuelezana lipi lililo jema na lipi, lililo lipi lisilofaa kutendwa katika maeneo ya machinjio. Katika mafunzo haya tumeweza kupata kuweza kubaini changamoto mbalimbali kutoka kwa wachinjaji likiwemo la uchinjaji holela usiofuata taratibu za uchinjaji na uzalishaji wa nyama iliyo safi na salama kwa walaji. kutia mafunzo haya, naamini bado tutaendelea kuwa na mafunzo mengi zaidi kwa kushirikiana na wenzetu wa Bakwata, lengo likiwa ni katika kuhakikisha upatikanaji wa nyama iliyo bora na salama kwa walaji itakaoweza kukizi matakwa ya soko la ndani na soko la nje. Hii itakuwa ni fursa kiuchumi kwa nchi yetu. Sambamba na hayo pia, nitoe rai kwa kwa washiriki wa mafunzo haya, tuwe mabalozi wazuri kwa wale wenzetu ambao hawakuweza kushiriki mafunzo haya, sababu tunaamini sio sio wote tulioko kwenye machinjio tumefika kwenye mafunzo haya. Kwa tuliofika tuwe mabalozi wazuri katika kukatazana yalio mabaya na kuhimizana kwenye yale yaliyo mema, lengo tuhakikishe tuna nyama bora na salama kwa walaji. Lakini serikali bado itakuwa ikishirikiana moja kwa moja na Bakwata katika uandaji wa haya mafunzo. Lengo ni kuhakikisha tunapata nyama bora na salama na kulinda afya za walaji. Asanteni.